Tano, au wizara tatu labda mambo ya nje ulinzi, eh, fedha, eh, na vitu gani, labda wizara nne, unakuwa na wabunge wako kumi na tano na wa muungano unakuwa na na watu wazi. Naam, baada ya siku mbili tatu hivi umetokea mijadala mingi kweli kweli, kuhusiana na kauli ambazo wamezitoa Jaji Joseph uh, Sinde Warioba akielezea tukio lililokuwa limetokea Oktoba ishirini na tisa, si la uchaguzi bali ni zile vurugu ambazo zilijitokeza na hatimaye baadhi ya Watanzania kupoteza maisha hususani vijana na miundombinu kadhaa pia kuharibiwa kutokana na vurugu zile ambazo zilikuwa zimejitokeza. Sasa, baadhi ya viongozi, baadhi ya wananchi na wataalamu wanataaluma mbalimbali wanatoa ama wanaendelea kutoa maoni yao kupitia mitandao ya kijamii, lakini wengine kupitia sauti ambazo zinaendelea kuvuma katika eneo la nchi ya Tanzania. Na mmoja wa watu ambao wamejitokeza na kutoa maoni yake ni pamoja na ndugu God bless Lema lakini pia wakili msomi Bonifasi Anyesire Mwabukusi ambaye ni rais wa Chama cha Mawakili Tanganyika tros Bonifasi Anyesire Mwabukusi anaandika kwenye ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba kuna waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba, halafu kuna mawaziri wakuu wastaafu na wengine wasio wastaafu. Wakiri Bonifasi ya Nyisire Mwabukusi anaendelea kwa kusema kwamba nimesema mara zote na nitaendelea kusisitiza, mauaji yaliyofanyika ni makubwa na hayafichiki wala kuvumilika, hayahitaji hila. Na ikumbuke kwamba hili neno hila limesisitizwa sana juzi na Askofu Kalikawe wa Kalinda Bagonza mbele ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Bonifasi uh, Simba Chawene alipokuwa amehudhuria ibada katika kanisa la KKKT. Na Bonifasi Yanyesiti Mwabukusi anaendelea kwa kusema kwamba huwezi kutatua changamoto hii kwa maelezo ya hila na ujanja ujanja ya kulinda amani na utulivu kwa kutumia vikundi vilivyopachikwa sura za viongozi wa kidini au wanaharakati wenye kuionea aibu haki na katiba ya nchi. Anaendelea kwa kusema wala huwezi kuwasitisha watu wenye akili timamu wakatishika, wala kuleta propaganda za kizamani za wanatamani malighafi madini au rasilimali zetu ili kuficha mauaji ambayo wote tuliona hayakufanywa na mabeberu. Sasa baadhi ya wasomaji wa Boniface Anyisiri Mwabukusi akiwemo mhubiri Andrea Angovi anasema Zaburi sabini na moja mstari wa tisa inasomeka kwamba usinitupe wakati wa uzee, nguvu zangu zipunguapo usiniache. Zaburi sabini na moja mstari wa kumi inasema kwa maana adui zangu wananiambia, nao wananiotea roho yangu kushauriana. Anasema Mungu katika Kristo Yesu naomba malaika waongezwe kwa Jaji Joseph Sinde Warioba. Evodius Lweyemamu anasema watu waliouawa Oktoba 29 ni wengi kuliko waliouawa kwenye vita vya Kagera. Hii haina comeback tena. Leonard Mushi anasema mimi binafsi nawashangaa sana hawa watawala wanaosema sijui mabeberu wanatamani malighafi zetu. Hizi ni propaganda na hakuna mwenye akili timamu wanaweza kuelewa. Matakwa ya wanaohamasisha maandamano yako wazi na yana mantiki. Sijasikia popote wakisema tuwape mabeberu mikataba ya mali ghafi. Moja, nimewasikia wakisema tunahitaji katiba mpya. Je, hii katiba ya sasa inatosha? Kama jibu ni hapana, kwa nini tusiwape katiba mpya? Pili, Nimewasikia wakisema hatutaki watu watekwe kupotezwa na kuuawa. Je, ni kweli utekaji upo? Kama jibu ni ndio, kwa nini usitokomezwe? Tatu, nimewasikia wakisema tumechoka na impunity ya kupindukia. Je, impunity ipo? Kama jibu ni ndio, kwa nini tusitokomeze hiyo impunity? Nne, nimewasikia wakisema tume ya uchaguzi aitendi haki na hakuna mazingira ya kuilazimisha kutenda haki. Je, tume ya uchaguzi inatenda haki? Kama jibu ni hapana, kwa nini tusiweke mazingira ya kuilazimisha kutenda haki? Tano, nimesikia wakisema taasisi na mamlaka za umma zinatumika na watawala kushughulikia wasiowapenda, wasiowapendeza. Je, ni kweli? Kama jibu ni ndiyo, kwa nini asiwekwe mazingira ya kuzilazimisha hizo taasisi kuwajibika kwa, kwa umma. Nimesikia wakisema ndugu zetu wengi waliouawa Oktoba 29 na siku zilizofuata na vyombo ambavyo vilipaswa kuwalinda. Je, ni kweli waliuawa? Kama jibu ni ndio, shughulikieni hili tatizo. Saba, nimesikia wakisema wanataka miili ya ndugu zao waliouawa Oktoba 29 na siku zilizofuata je kweli mili ya ndugu zao haionekani? Kama jibu ni ndiyo, tatueni hiyo changamoto. Mambo yanayolalamikiwa ni mengi na yana mantiki kabisa. Badala ya watawala kuleta chief propaganda ambazo kimsingi haziondoi tatizo, ni, ni bora kushughulikia changamoto zinazolalamikiwa zi Edward Wilson asema kweli ni kwamba Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan ni binadamu na kiongozi mzuri sana kwenye upendo kwa nchi yake, ila tatizo kuu kwa sasa ni baadhi ya watu waliomzunguka mama, maana nahisi baadhi yao hawamshauri mama vizuri au hawamwambii mama ukweli wa mambo yalivyo huku chini mtaani, kuhusu swala la baadhi ya watu kutekwa. Maana ukweli ni kwamba wananchi wamechoka na taarifa ya vitendo vya baadhi ya watu kulipotiwa kutek, kuto, kupotea kutekwa kuteswa na hata baadhi ya watu walipotiwa kufariki dunia baada ya kuteswa. Hivyo naomba viongozi, jifunzeni kumwambia mama ukweli wa mambo yalivyo huku na kule mitaani, ili mama aweze kuchukua hatua wa mapema ya kutibu taifa kwa kutokomeza kabisa vitendo vya utekaji na baadhi ya watu, na kisha yafanyike maridhiano ya kweli ya kujenga umoja wa kitaifa na kupata amani yenye msingi wa haki, ukweli na uwajibikaji. James Lukuba anasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo, mzee ajitahidi kuitunza heshima yake, maana njia pekee ya kutunza utu na kuitunza heshima yako ni kusema ukweli. Albert Leguna anasema ikimpendeza Mungu, wachawa wote wapunguziwe miaka aongezewe mzee Warioba. Uyu mzee ni tuno.